Karibu kipenzi changu, hii ni Mapishi Food Life na leo tunaenda kujifunza namna na njia sahihi ya kutengeneza juisi ya nanasi peke yake bila kuchanganya kitu chochote. Hii juisi ni tamu sana, endelea kufuatilia nami bampa tu bampa mpaka mwisho. Na kwa kuanza pishi letu, tunaenda kuanza kama ifuatavyo. Kama jinsi unavyoona, tunaenda kuanza kwa kusafisha nanasi, ili nanasi letu liwe katika hali ya usafi wakati tunakata. Kama jinsi unavyoona, ningependa kujua unatengenezaje juisi ya nanasi nyumbani bila kuchanganya kitu chochote. Ni mtuandikia hapo chini ili tuweze kufahamu namna gani na njia nyingine mpya ya kutengeneza juisi ya nanasi. Baada hapo, baada ya kumaliza nitaenda kulifuta. Hii sio lazima, hizi ni mbwembwe tu, lakini mimi napenda nikishamaliza nifute nanasi ili liweze kuwa kavu niweze kuwa comfortable kulikata. Usisahau kusubscribe kama bado hauja subscribe. Baada hapo nitaenda kukata katikati nanasi kama jinsi unavyoona na ntaenda kulikata ili niweze kupata vipande vya cubes cubes. Hii itarahisisha itarahisisha mimi kukatakata hili nanasi kama jinsi unavyoona, tenda kuanza kukata kwa vipande vya cubes cubes kama jinsi unavyoona. Je, unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani? Tuandikie hapo chini jina lako na mahali unapotokea. Upendo wangu wa kwanza unaenda kuanza kwa Salma kutoka Da. Asante sana Salma kwa kutazama video yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Baada hapo nitaenda kuweka nanasi kwenye jagi la kusagia kama jinsi unavyoona, tayari nimeshaweka na baada hapo nitaenda kumimina maji ambayo yatatosha kwa ajili ya kubrendi. Weka maji ambayo yatatosha kwa ajili ya kubrendi nanasi yako kama jinsi unavyoona. Upendo wetu mwingine unaenda kwa hereni kutoka Kahama. Asante sana hereni kutoka Kahama. Sasa hapo kitu cha kufanya utaenda kubrendi, utafungulia kabisa brendi mpaka mwisho, na utaenda kubrendi nanasi yako mpaka pale lojo lake litakuwa lojo haswa ambalo litakuwa ni rahisi kuchuja. Usiache na makapi yakawa mengi, kwa sababu italeta ugumu kidogo wakati wa kuchuja. Kama jinsi unavyoona, na upendo wetu mwingine unaenda kwa taji kutoka Tanga. Kama jinsi unavyoona, tayari tumeshaanza kuchuja, inakuwa ni rahisi kwa sababu nimesaga sana, inanifanya mimi niweze kuchuja kwa haraka haraka, kama jinsi unavyoona Asante sana Taji kwa kutazama video zetu kutoka Tanga na pia asante sana kwa kukomenti hapo chini bila kumsahau Openness kutoka Mbeya. Asante sana Openness kwa kupenda mapishi yetu, na pia sana asante sana kwa kutufuatilia. Kama jinsi unavyoona juisi yetu iko tayari, na huyu mwingine ni Mama Mpemba kutoka Mtwara. Asante sana Mama Mpen, Mpemba kwa kupenda mapishi yetu na pia asante sana kwa kutufuatilia, so Mpemba, Mama Pemba kutoka Mtwara, asante sana Mama Pemba. Kama jinsi unavyoona juisi yetu iko tayari. Ningependa kujua unatengenezaje juisi ya nanasi nyumbani, hem, tuandike hapo chini tuweze kufahamu njia nyingine ya kutengeneza juisi. Usisahau kucoment, kulike na kushare na watu wengine, ili waweze kujifunza namna ya kutengeneza juisi peke yake. Na kitu kingine ambacho ningesema kama juisi, ukitaka kutengeneza juisi peke yake, hakikisha unavyoenda kununua nanasi lako linakuwa ni tamu, lenye ladha tamu na sio chachu, kwa sababu inawezekana ukinunua chachu, juisi yako haitakuwa na ladha. Kwa hiyo hakikisha unanunua hata kama sio tamu sana, lakini haliwi na ladha ya uchachu ya kuumiza tumbo ama koo ama mdomo. Kitu kingine pia, usinywe juisi nyingi ikiwa peke yake ya nanasi Aa, kama unahisi na kuumiza, ili isije kaleta madhara kwa baadaye. Lakini ni juisi tamu sana na ina faida nyingi sana mwilini. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Namna ya kusubscribe katika video hii unaoitazama, mkono wako wa kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hilo neno. Pia bonyeza kengele notification, ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. <laughs> Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao wamekuwa wakitufuatilia na wale wote ambao wamekuwa kikomenti, asanteni sana. Na pia kwa wale wote ambao wamekuwa wakitazama video hizi kwa kujirudiarudia, asanteni sana. Bila kukusahau wewe unayetazama video hii, asante sana kwa kutazama video hii. Kwa heri, tukutane katika video nyingine mapishi, ya mapishi yajayo. Asante sana.